Hii ni Bugoma TV. Habari, habari. Kwa taarifa zilizopo kwenye mkoa huu zinaonyesha kwamba kuna jumla ya mashine takriban mia tatu hamsini na tisa ambazo zinafungasha unga wa mahindi na kumi na tano zinazoongeza virutubisho kwenye unga ambayo ni sawa na asilimia sabini na tatu kati ya hizo mashine tulizozitaja. Pamoja na jitihada hizi ya kuwa na mashine hizo za kuongeza virutubishi, bado mkoa unakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uelewa mdogo wa jamii yetu kuhusu umuhimu wa vitamini na madini, lakini pia changamoto ya mwitikio mdogo wa jamii kuhusiana na matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Lakini pia tunayo changamoto nyingine ya usimamizi hafifu wa kanuni, taratibu Uh, na sheria pamoja na miongozo ya, uonge, ya uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula katika ngazi ya halmashauri, na ndio maana hapa viongozi wote ngazi ya halmashauri kwa maana wakuu wa idara wanaohusika, lakini pamoja na wakurugenzi watendaji, ndio maana mko hapa kwa ajili ya kupewa uelewa, ili kwenda kubadili fikra na mtazamo, na baada ya hapo, kusimamia vizuri kuhakikisha kwamba uongezaji wa virutubisho kwenye vyakula unaeleweka na kwenda kusimamia utekelezaji wake kwenye jamii. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ninawasa hapa wakurugenzi pamoja na wakuu wa idara na wataalamu mbalimbali ni kuhakikisha kwamba tutakayofundishwa hapa au tutakayopata uelewa hapa, basi baada ya hapa yanakwenda kusimamiwa kikamilifu ili yaweze kuleta manufaa yaliyokusudiwa. Mashine hizi mkahakikishe kwamba zinafanya kazi, mkaendelee kuzisimamia lakini pia nimhakikishe kwamba mnanunua na, na kupata virutubisho husika kwa ajili ya kuwezesha mashine hizo na wadau hao kuweza kutekeleza jambo hili kwa ufanisi wa hali ya juu. Kama wote mnavyofahamu kwamba tunao mkakati wa lishe wa kimkoa, basi imani yangu ni kwamba mkakati tulionao na mkakati huu tulioletewa sasa umekuja wakati mwafaka, ambao utatuhakikishia kuongeza um, virutubisho kwenye chakula na kuweza kuendelea kuelimisha jamii yetu kuweza kutumia virutubisho hivyo. Hakikisheni mnatumia vizuri mafunzo mtakayopata hapa, ili kwenda kusimamia na kwenda kuhakikisha jamii inatumia na kuweka kwenye mikakati yetu, kuona kwamba tunajipima kila wakati katika kazi zote, ili tuweze kupata mafanikio yaliyokusudiwa. Lakini jambo lingine ambalo nimeona kwetu sisi ni fursa nzuri kwenye mkakati wetu huo wa lishe wa kimkoa wakimkoa tunao wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao, na hapa tumeongezewa wadau wengine ambao sasa niagize kwamba wadau hawa nao wawe ni sehemu katika mkakati wetu wa lishe wa mkoa wa Katavi. Tuna changamoto ya mfumo wa kisheria sasa tunapotaka kutekeleza kwa maana enforcement, kwa tunakuwa tunakuwa nguvu, na ndio maana hata kwenye ngazi ya halmashauri, ili tuweze kuwa na nguvu tunaingia kutengeneza sheria ndogo ambazo zinatupa nguvu sasa ya kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ushauri wangu ambao naiomba sasa wizara, wizara zote mbili, wizara viwanda lakini pia na wizara ya afya. Hayo majukumu ambayo sasa tunatekeleza sisi kiajira. Tunaomba yao ni majukumu ambayo tunaweza tukatekeleza pia kisheria. Kwa maana tuwe na kwa mfano wanasema hizi taarifa ambazo zinatoka robo, ambazo zitakuwa zinatolewa robo kwa maana ya kufanya tathmini. Sasa ziwe ni taarifa ambazo tunaweza tukasimama kwamba leo afsa afya haujafanya hiki na hiki ambacho unawajibika wewe kisheria. Afsa biashara hujafanya hiki na hiki ambacho unahusika una, una moja kwa moja, kwa sababu utekelezaji wa kisheria huu mwingi ni wa TBS ni wa Wizara ya Viwanda, lakini huko chini tunakuwa ni wahamasishaji, tunakosa ile nguvu ya moja kwa moja na vile vile unakuwa ni wa Wizara ya Afya na zamani ilikuwa ni Wizara ya Lishe, lakini huku ukiangalia afsa lishe, afsa afya alikuwa anakosa nguvu ile ya moja kwa moja. Sasa kwa sababu mazingira yametengenezwa, ushauri wangu ni kwamba tuwape nguvu pia za kisheria ili waweze kutekeleza kwa niaba ya hizo taasisi huku kwenye ngazi ya chini badala ya kuwa wahamasishaji tu katika utekelezaji wa jambo hili ili liweze kuwa ni jambo ambalo linatekelezeka kirahisi. Pengine nitaka kutazama pia kwamba sababu watoto wanakula kande shuleni, tuone namna gani virutubisho vitu, kwenye chakula cha kande vinaweza pia kuhusishwa, kwa sababu nakuwa ule bado haujawa unga pale na sehemu kubwa wanakula kande kwenye maeneo yetu ambako yawezekana pia kuzifikia hizi mashine ambazo zimeshachaguliwa. Inaweza kazi kuweka mashine pia watu kufika na wakifika ni wachache wanaweza kumudu kufika kulingana na umbali uliokweka kule, uh, bei ya uh, mashine ziko zimekaaje na mtu akitaka kuipata anaipateje? Lakini pia sasa hapa tumeona tu kwenye picha na kwenye ile clip uh, bado pengine, kwa sababu tutarudi kule, tunahitaji wakati wa kuweka hizi mashine tutengeneze ile forum nyingine ambayo pia tutawaita wazazi tutawaita wananchi waje kuona vyakula vinavyochangana, ikiwezekana tuwe na ile vya kuanzia mtu siku akija na mahindi yake pale anatoka na chakula ambacho tayari kimeboreshwa kwa siku hiyo labda. Kwa majina, mimi naitwa Festo Kapela. Mimi ni afisa biashara mwandamizi kutoka wizara viwanda na biashara. Eh, kwanza kuikubali programu hii ya ongezaji vitumishi vya chakula kwa sababu inaenda kujibu changamoto zetu kwa jamii. Sisi kama ya kawaida tu kula ule mlo kamili haiwezekani, pamoja na vyakula vingine vipo, lakini mtu unayemlenga zaidi anayekunywa uji asubuhi, mchana na kula ugali, na usiku na kula ugali. Kwa hiyo ili kupata zile vile vyakula vingine inakuwa kwake ni changamoto, kutokana pia na mambo ya kifedha, lakini upatikanaje? kwa hiyo uongezaji wa virutubisho kwenye chakula inaenda kujibu hizi changamoto za lishe. Kwa hiyo jamii ipokee na tume na hili zoezi limeanza kufanyika muda mrefu sana. Kwa sasa hivi kwa mfano kwenye viwanda vyetu vya ngano viko tisa nchi nzima, na vyote vinaongeza virutubisho kwenye chakula. Majina, mimi naitwa Masau Mafunda ni afisa wa virutubisho kutoka TechnoServe. Tunapenda kuhakikishia wadau mbalimbali kwamba katika kipindi hiki ambacho tutakuwa chini ya huu mradi tutaendelea kusapoti juhudi mbalimbali ikiwemo mikutano ya kiserikali, lakini pia tafiti mbalimbali ikiwemo upimaji wa wa virutubishi kwenye unga, lakini pia kwenye maabara zetu, pia tunafanya mchakato wa kusapoti maabara zetu zikiwemo za kitaifa, kwa sababu kwa kiasi kikubwa tulikuwa tunapeleka hizi uh, unga kwenda kupima nje, lakini kwa sasa hivi tuko kwenye mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba maabara zetu za ndani na ziwe zinajengewa uwezo ili tuweze kuwa tunapima hata uh, hata hata msindikaji akisema anataka kwenda kupima vitamin na madini kwenye mabara za ndani basi anaweza kupima vitu vyote na itawezekana. Hii ni Bugoma TV habari.